Baba yetu wa mbinguni unayetupenda, asante kwa ajili ya neema hii ya kipekee ambayo umetujalia sisi watoto wako wa kiume na wa kike. Tunajua wazi e Bwana ya kwamba hutukusanyi kwa bahati mbaya, unatukusanya kwa shauri na mapenzi yako. Basi Mungu, katika wiki hii nzuri, wiki ya baraka, wiki ya neema, ujitwalie utukufu, lakini useme nasi katika kiwango ambacho tutakufahamu na kukuelewa wewe. Tufundishe, Bwana, tupo tayari. Endelea ya kuvuta mioyo ya watoto wako kuwepo hemani mwako, maana ulisema watu wako hawawezi kuja isipokuwa wewe mwenyewe umewaita na kuwavuta. Tunalitukuza na kuliinua jina lako. Jalie na mimi mtumishi wako kuyanena yale ambayo umekusudia ni yanene hapa, na jina lako lipate kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Naomba uketi katika uwepo wa Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, watu wa Msasani. Bwana Yesu asifiwe. Uh, kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kuwepo Msasani leo mara yangu ya kwanza. E, tulikuwa tunakuja tu kwa matukio lakini kwa ibada ni mara yangu ya kwanza, lakini nishukuru ofisi ya usharika e, kwa kuona kwamba tunaweza tukatumika kwa pamoja kwa wiki hii. Kwa hiyo niendelee kuomba ushirikiano wenu ili lile ambalo Mungu amelikusudia tukutane basi lipate kutimia. Jina la Bwana libarikiwe. Uh, mimi naitwa Samuel Simon Igonti ni mwinjilisti wa uh, diocese hii usharika wa Mji Mwema kule Kigamboni. Kwa hiyo karibuni sana tushirikiane kwa pamoja. Uko tayari kwa wiki ya leo? Uh, somo letu ambalo tutatembea nalo lina maneno yanasema: ijue na uishinde vita ya maongezeko. Ijue na uishinde vita ya maongezeko. Nimesemaje vile? ijue na uishinde vita ya maongezeko. Ninacholenga sana katika mada hii, ninalenga uijue vita inayoitwa vita ya maongezeko. Hicho nachokilenga, nalenga ujue vita inayoitwa vita ya maongezeko. Lakini bii yake ninalenga ujue namna ya kushindana na kushinda. Ujue namna ya kushindana na kushinda. Hii vita ya maongezeko. Sasa inawezekana umesikia juu ya vita ya maongezeko. Lakini huo ni ufunuo mwingine tofauti. Ongeza maarifa. Inawezekana umesikia, inawezekana hujawahi kusikia. Lakini nina imani kuna kitu katika wiki hii kitaongezeka kwenye maisha yako. Hallelujah. Tunapozungumza juu ya vita ya maongezeko, tunazungumza juu ya upinzani au mashambulizi ambayo unakutana nayo au mtu anakutana nayo anapotaka kuyaelekea maongezeko mafanikio yake, kwa lugha nyingine tungesema hivyo, anapotaka kuyaelekea au akishakuwa tayari ameyaelekea, ameshaingia, yuko ndani ya maongezeko, labda nitumie lugha hii, ni upinzani au mashambulizi ambayo unaweza ukakutana nayo mlangoni, unapoyaelekea mafanikio yako. Unapoelekea level fulani ya maisha, unaweza usikutane nayo mlangoni, ukakutana nayo ndani, umeshaingia tayari, uko kwenye mafanikio, uko kwenye position fulani, uko kwenye level fulani, ukiwa kule ndani unakutana na hiyo vita. Kwa wengine wanakutana nayo mlangoni, wengine wanakutana nayo tayari wako ndani ya mafanikio. Halo, umenielewa eh? Ni upinzani ambao mtu anakutana nao, ni mashambulizi ambayo mtu anakutana nayo. Hawa wanaokutana nao, eh, nao huu upinzani mlangoni, wakati mwingine hawafaidi kabisa maongezeko yao. Hawa wanaokutana nao upinzani wakiwa ndani wanaweza wakawa wamefaidi kidogo lakini adui anahakikisha anashambulia, anazuia, anapigana ili nini? Usiishi, usiyaishi hayo mafanikio, usiishi hiyo level. Ni vita ya maongezeko. Hebu wote tuseme, vita ya maongezeko. Sasa ni somo ambalo litakusaidia wewe mtu wa Msasani na wewe ambaye unatutazama ni somo ambalo litakusaidia wewe binafsi, lakini litakusaidia wewe kuwasaidia wengine, yani utapata maarifa. Inawezekana haupo kwenye vita ya maongezeko, lakini kuna watu unaofahamu na wana nafasi katika moyo wako. Maarifa haya yanaweza yakakusaidia wewe uwasaidie na wale ambao wako kwenye vita ya maongezeko inawezekana ni mume ni mke ni watoto ni jirani ni rafiki ni shangazi ni baba ni mama anapita katika vita ya namna hiyo, anapita katika upinzani, anapita katika mashambulizi yanayolenga kumzuia asiongezeke. Ili itakusaidia na mimi, natamani leo labda na kesho niweke msingi, alafu kuanzia kesho kutwa tutatazama hii vita sasa ya maongezeko inapiganwaje? Inapiganwa wapi? Na ni maeneo gani ambayo uh, yanashambuliwa unapokutana na vita ya maongezeko? Leo nataka niweke msingi na tutasimama sana kwenye kitabu cha Kutoka mlango ule wa kwanza, Kutoka mlango wa kwanza mstari wa nane hadi ule mstari wa kumi na nne. Mazungumzo yangu yote utaona ninarudi rudi rudi hapa. Kwa hiyo ni kama eh, mas, eh, somo letu la msingi limejikita hapa, kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza mstari wa nane hadi wa kumi na nne. Kesi stadi yetu itakuwa hapo. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu, Akawaambia watu wake, "Angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu, ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatende, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita, wao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii." Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramesesi. Lakini kwa kadri walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka, e, na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli, wa Misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tutakapokuwa tunasimamia, tutakuwa tunasimamia labda na mistari mingine ambayo itaongezeka kwenye sura hiyo hiyo, tutasimama hapo. Ninapoweka msingi natamani niseme na wewe mambo matatu au nizungumze na wewe dondoo tatu za msingi leo. Dondoo ya kwanza, ambayo ni ya msingi katika somo letu, fahamu kwamba hukuumbwa ubaki mahali ulipo. Hukuumbwa ubaki ulipo. Uliumbwa ili ukue, uliumbwa ili uongezeke. Tuko pamoja mpaka hapo? Sikuumbwa ili nibakie nilipo, nimeumbwa ili niongezeke. Mwanzo moja ishirini na nane inatueleza wazi, Luka mbili hamsini na mbili inatueleza wazi. Hatukuumbwa tubaki tulipo, Tumeumbwa ili tuongezeke. Mwanzo moja ishirini na nane anasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Zaeni mkaongezeke, tayari mko wawili, Adamu na Hawa, lakini mm, naachilia baraka kwenu Naachiria nguvu ndani yenu, naachiria uwezo ndani yenu. Uwezo wa kunini? Uwezo wa kuongezeka, uwezo wa kukua. Hatujaumbwa tubaki tulipo, tumeumbwa ili tuongezeke. Na swala la kuongezeka ni swala la kiroho, ni swala la kimwili, ni swala la Mungu mwenyewe. Zaeni mkaongezeke. Geukia jirani yako mwambie zaa, ukaongezeke ni swala la Mungu mwenyewe. Sasa kuna watu wameridhika, bwana bwana ajua, hamna shida, ndivyo nilivyo, ndio kudra za Mungu, ndio hivi ninavyotakiwa kuwa. Mm -mm. Unatakiwa kuongezeka kiakili, uongezeke kiimani, uongezeke kiafya, uongezeke uongezeke nasema tena uongezeke, kwa jina la Yesu uongezeke. Tumeumbwa kuongezeka. Kwa nini naisema hii? Ukiona huongezeki, ujue kuna shida mahali. Na mimi nataka nikuambie ku, ni jifunze kufanya tathmini, from January up to date April, mpaka sasa nimeongezeka wapi, au niko hapo hapo? Tunapiga mark time? Tuzungumze. Nyie wengi, wengi hapa ni wazazi, sio? Umezaa mtoto wako halafu yuko hivyo hivyo, Januari yuko hivyo hivyo, Machi yuko hivyo hivyo, Juni hivyo utajisikiaje? si utapata shida, huyu amedumaa. Lakini ukiona ana grow up, anaongezeka, ndani yako unapata furaha. Ndivyo na Mungu anavyotuona tukiongezeka mbingu zinafurahi na kuombea. Ukaongezeke katika jina la Yesu, kibiashara ukaongezeke katika jina la Yesu, kiuzao ukaongezeke, kiimani ukaongezeke, katika maisha yako ukaongezeke, ili nini? Utukufu wa Bwana uendelee kuwa mkubwa. Na Biblia inazungumza, tunapanda utukufu baba mwinji. Hata kwenye huduma tunapaswa tuongezeke, kutoka utukufu hata utukufu, kwenye imani, kutoka imani hata Eleza jirani yako tena mwambie ukaongezeke kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ujicheki, ujiangalie. Tumeumbwa ili tuongezeke. Dondoo ya pili. Fahamu kwamba kila hatua utakayokuwa unapiga kwenye maisha kuna vita yake. Fahamu kwamba kila hatua ya makuzi ya maongezeko yako, hiyo vita huwa e, hiyo, hiyo, hayo maongezeko huwa yanakuwaga na vita yake. Najua watu wengi hamtaki kusikia hii, taka tukusikia kila kitu smoothly, mambo yanakwenda super, tabarikiwa. Lakini niwaeleze, hakuna maisha mepesi katika ulimwengu huu hakuna maisha mepesi, hakuna mteremko tu. Hata njia hii ya kutoka hapa kwenda Arusha huwa inakuwaga na milima, inakuaga na mabonde, inakuwaga na mabamsi, inakuwaga na vikwazo, sometime haijanyooka tu smoothly. Nasema nini? Katika level yoyote ya maisha utakayoiendea, huwa inakuwaga na adui mpya ulivyokuwa kwenye uchumba, vita uliokuwa nayo sio ulionayo kwenye ndoa, haziwezi kufanana. Vita uliokuwa nayo kabla hujapandishwa cheo sio ulionayo sasa wakati umepandishwa cheo. Hilo naomba likukae kichwani, ulielewe kwamba kila level ya maisha huwa inakuwa na adui wake mpya, huwa inakuwa na vita yake ya mpya. Mtu mmoja akasema, level moja ya maisha, shetani mpya Msasani, mnanielewa? Hatua moja ya maisha, adui mpya. Kwa hiyo usijisahaulishe ukajisahau. Kila level unayoiendea unahitaji kuwa na nguvu za kutosha. Kwa nini? Kwa sababu kuna vita ya kutosha, kuna vita itainuka. Na wiki hii ashukuriwe Mungu kwamba tutajua namna ya kuweza kushinda vita ya maongezeko ungesema amina, basi kwa jina la Yesu tutajua tutafahamu. Tukishapata haya maarifa, tuta ah, kumbe tukiongezeka hatupaswi tu kufurahia cheo tulichokipata, kuingia kwenye ndoa, ah, kufaulu kumbe, hatupaswi tu kufurahi, tunapaswa tukae vizuri na Mungu, tuwe na nguvu za Mungu, ili hata adui akitutikisa, bado tunabaki pale pale. Nafahamu wazi kuna watu ambao wakishaingia tu kwenye maongezeko, kwa sababu haya maarifa hawana utakuta wanarudi chini. ni kwa nini? Hawajajua kwamba levo mpya na shetani mpya yuko hapo. Haleluya! hivi tuseme haleluya au mungu atusaidie. Fahamu kwamba kila hatua utakayokuwa unapiga kwenye maisha yako kuna vita mpya, na nimesema unaweza ukakutana nayo mlangoni, au unaweza ukakutana nayo wapi? nani unasikia sikia, tizi Bwana. Hata hapo ofisini tutataka tukupandishe cheo, unashangaa ghafla mambo yanabadilika. Huyu si ndio alitakiwa kupandishwa cheo, leo tunamzika. Shida kimetokea nini? Levo mpya, vita mpya, hatua mpya, shetani mpya, lakini usiogope tunashinda na zaidi ya kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Dondoo ya tatu, tunaweka msingi leo kufuatana na kitabu cha Kutoka sura hiyo ya kwanza tuliyosoma, mstari wa nane hadi wa kumi na nne. Si kila vita utakayokutana naye wakati wa maongezeko. Hiyo ni pointi. Si kila vita utakayokutana naye wakati wa maongezeko yako inalenga kuua maongezeko yako. Si kila vita utakayokutana nayo wakati wa maongezeko, kwamba hiyo vita inalenga kuua maongezeko yako mm-mm. Ila kuna vita nyingine unakutana nayo kwenye maongezeko inakuandaa kwa ajili ya hatua nyingine kubwa zaidi. Hapa sijui kama tutaeleweka, wangapi wamenielewa? Asante. Uzuri ni kwamba nyie Wamsasani muda si kila vita utakayokutana nayo wakati wa maongezeko inalenga kuua maongezeko kuna vita nyingine inakuja kukuchonga, kukutengeneza kwa ajili ya nini? Ya hatua kubwa zaidi iliyoko mbele yako. Nimesema hakuna maisha mepesi. Wakati mwingine inakuja hii ili kukuandaa upate maarifa ya kutosha, upate uzoefu wa kutosha, ili ukikaa hapo mambo yawe mazuri. Ngoja nitoe mfano tu wa kawaida. Mnamkumbuka ndugu mmoja anaitwa Yusufu, mnamkumbuka eh? Yusufu alikuwa nani? Waziri mkuu, sio? Wapi? Misri. Nchi sio yake, si ndio? Lakini kafuatilia maisha ya Yusufu mpaka anakuja kuwa waziri mkuu, haikutokea tu from nowhere. Lazima akataliwe na ndugu zake lazima akalale kwenye kisima siku kucha, hakuna chakula. Lazima auzwe kwa Potifa. Kwa, Potifa kwa, kwa hapa Tanzania tungemwita IGP, alikuwa ndo mkuu wa majeshi wakati ule kule. Lazima aende kule akae kule, na ni lazima aende gerezani. Yale maisha ya Yusufu hayakuwa kwa bahati mbaya, yalikuwa programmed kwenye programu za Mungu, yalikuwemo. Mungu alikwisha kujua kwamba ili uje uwe waziri mkuu, lazima kuna maeneo upitie ili kutengenezwa, ukija kuwa waziri mkuu hapa, bila kupita gerezani, bila kusingiziwa. Kuna watu wengine hutaweza kuwasaidia, lakini ili uwasaidie ukiwa pale juu, lazima nikupitishe kwanza huku chini. Halo, kama ndivyo sema amen. Basi kwa kuna wakati mwingine tunakutana na changamoto, tunakutana na temptation, tunakutana na testi kwenye maisha, si kwa sababu ya kutuangamiza. Zingine zinatuchonga ili tuwe vyombo imara katika level tunayoiendea. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, usinung'unike katika kila vita. Unahitaji kutulia na Bwana kusema, Mungu, ninaomba unipe hekima. Hii vita ninayopambana nayo kama ni mapenzi yako, ninaomba yatimizwe. Nisije nikakukosa. Si watu wengi watakaopita kwenye vita na kwenye magumu na kwenye shida watavuka salama, wengine ndio wataachana na Mungu hapo hapo, wengine imani wanaacha pale pale, kanisani wanaacha hapo hapo, maombi wanaacha hapo hapo. Si kila changamoto unayokutana nayo, najaribu kuongeza tu, inalenga kukuua, nyingine inakutengeneza. Huwezi kuthamini watu ambao wanalala njaa kama hujawahi kulala njaa. halo wezi kusaidia watu ambao wako kwenye changamoto kama hujapitia changamoto kwao, zile zinakuonyesha kuna kitu kinawekwa, kuna kitu kinagongwa muhuri huku ndani. Kikisha gongwa, ah, okay kama ninipita vile, kunakuwa na kauchungu fulani. Sasa kwa, kwa, kwa kweli, ninayo sababu ya kufanya kitu kwa ajili ya hao watu. Alo, nakuombea uvuke salama kwa jina la Yesu. Mwisho kabisa, vita ya maongezeko ni vita inayopiganwa kwa akili sana. Kwa kipale tunasema technically inapiganwa kwa akili sana. Hawa ndugu, ukiangalia hapa anasema na tuwatende kwa akili, tuwatende kwa akili ni nini? Kwa sababu tu wana nguvu? Kwa sababu tu wanaongezeka? Ngoja niseme, si kila mtu anafurahia jinsi ulivyo. Kuna wengine wanatumia tekniki kuhakikisha kwamba wanakumaliza, usibaki ulivyo. Si kila anayekupigia makofi unafikiri ni makofi ya kukupongeza. Mengine ni makofi ya kukusagia meno. Ili nini? Tukumalize vizuri ninakupa haya maarifa ili yakusaidie kuhakikisha kwamba unakaa imara, lakini usiwe mtu wa kawaida, usichukulie mambo kawaida kawaida tu, uwe na hayo maarifa, hata ukikutana na changamoto unajua ni wapi natokea. Ashukuriwe Mungu aliyetupa evening glory, eh morning glory ya wiki hii hapa Msasani. Kuna vitu tutavipata, na hakika vita ya maongezeko tutaishinda. Hakuna atakayebakia chini. Nimetumwa kusema hapa hakuna atakayebakia chini. Wote tutashinda na zaidi ya kushinda utavuka katika hiyo vita. Kama Mungu amekuandalia ukae hapo, hakuna mwanadamu atakayeweza kukuzuia. Mungu akiwa upande wetu, ni nani anayeweza kututoa kwenye hiyo levo? Ni nani anayeweza kuloga watoto wetu shule? Ni nani anayeweza kusambaratisha ndoa zetu? Ni nani anayeweza kuvuruga biashara? Ni nani? Hebu geukia jirani yako muulize, ni nani? Simama kwa miguu yako. Muda wetu umeisha, mwalike na mwingine kesho. Na wewe unayetutazama kwa YouTube, share hiyo link na watu wengine. Ni somo ambalo litakusaidia wewe, litasaidia na watu wengine. Shika na sadaka yako kabisa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku njema ya baraka. Asante kwa sababu umeruhusu tuyasikie haya, tuyafahamu haya. Ninatambua wazi, umesema na mtu mmoja nami ninaomba Bwana, neno hili liendelee kuwa kama mbegu nzuri iliyopandwa katika udongo mzuri litakalokuzalia matunda moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Watunze na kuwabariki watoto wako siku hii ya leo, waepushe na kila hila za yule adui. Roho za visilani, balaa na mikosi hazitatajwa kwenye maisha yao. Walinde hawa Bwana siku hii ya leo, watembee na nguvu zako, watembee na uwepo wako, na walitukuze jina lako. Ubariki na usharika wetu wa Msasani, tuzione neema na baraka kuingia kwetu na kutoka kwetu, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Karibu Baba Mwinji kwa ajili ya matangazo mengi.

E Baba, tunakushukuru shukuru, ewe Mungu wangu, baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru mno. E Bwana, asante kwa ajili ya maarifa haya ambao Mungu umeachilia asubuhi ya leo, na maarifa haya kaendelea kutusaidia na kutuwezesha kutembea na wewe kwa upya, e Bwana katika wiki hii. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, ambao umeweka vipawa na maarifa ndani ya watoto wako, e Bwana kwa ajili ya kulijenga kanisa. Na kwa sababu hiyo maarifa haya, e Bwana, umeleta makusudi katika usharika wetu na katika ibada ya Morning Glory, ili Bwana tuendelee kukujua wewe na kutembea katika namna ambavyo tunaweza kushinda vita ya maongezeko Roho Mtakatifu tuwezeshe ili tusimame katika kweli yako na tuendelee kukupendeza wewe. Tunaikabidhi wiki, tunaiweka wakfu ili mkono wako katembee pamoja nasi e Bwana, damu yako ya thamani katutetee na kutupigania uweza wako katembee pamoja nasi e Bwana, na ukatuthibitishe katika haki, tuko mbali na kuonewa na adui, ulinzi wako nasi daima e Bwana, ukatufanikishe katika kazi za mikono yetu, neema yako Bwana ikaendelea kwa juu yetu, bariki na upokee sadaka hizi ambazo watoto wako wamekushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu umefanya. Na Mungu wa mbingu na nchi kaendelee kutukuzwa na kuinuliwa katika maisha yao. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako, kwa Mungu wetu, Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako atimizwe hapa duniani kama anavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama na sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tutokwa nale mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu, na hata milele Amen. Na natupokee baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Na natueneende kwa amani ya Bwana. Karibuni tena siku ya kesho na tualike wengine ili tuendelee kujifunza neno hili. Amen.